Hili ni jukwaa la ukweli wa mambo, nyuma ya pazia. Tunaichambua kauli ya rais Nicolas Maduro wa Venezuela aliyotamka mbele ya vikosi vya ulinzi wa taifa hilo akisema kuwa amani ya Venezuela italindwa kwa nguvu ya silaha endapo italazimu. Kauli hii si maneno tu ya kisiasa, ni tamko la dhamira iliyofikia ukingoni, ni sauti ya taifa lililokata tamaa katika diplomasia ya usuluhishi, ni maneno yenye kuwakilisha hisia ya mkwamo wa mazungumzo na maelewano. Wakati jeshi la Marekani likiendelea na mazoezi ya kijeshi katika bahari ya Caribbean, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ametangaza bayana kuwa taifa lake linamiliki zaidi ya makombora elfu tano ya kujihami aina ya Igla-S yaliyotengenezwa ya nchini Urusi, kwa lengo la kuzuia vitisho vinavyotokana na uwepo wa jeshi la Marekani katika bahari ya Karibian. Rais Maduro ametoa kauli hiyo wakati huu ambapo Marekani ikiimarisha operesheni zake za kijeshi katika ukanda huo. Hatua inayotishia usalama Venezuela, wa Venezuela kuvamiwa kijeshi. Katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa ya Venezuela akiwa na makamanda wakuu wa jeshi la Venezuela, Maduro amesema na nukuu kauli yake, makombora hayo ya Urusi yamewekwa katika maeneo muhimu ya ulinzi wa anga ya nchi ili kuhakikisha amani na kulinda uhuru wa taifa. Tuna makombora ya Urusi si chini ya elfu tano yaliyosambazwa katika ngome zote za ulinzi wa anga ili kuhakikisha amani, mwisho wa kunukuu. Makombora hayo ya Igla-S ni silaha ndogo zinazobebwa kwa mikono zinazotumika kushambulia ndege za kivita na helikopta zinazopaa juu umbali mdogo. Venezuela imekuwa ikitumia makombora hayo katika mazoezi ya kijeshi kama ishara ya utayari wa kujibu vitisho vya Marekani. Jeshi la Marekani linatumia ndege za kivita zenye teknolojia ya stealth na meli za kijeshi katika bahari ya Caribbean, ikidai kuwa ni sehemu ya operesheni za kupambana na biashara ya dawa za kulevya, huku rais Donald Trump akiahidi kutoa dola elfu hamsini kwa mtu yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro. Idara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imeliambia bunge la Marekani kwamba nchi hiyo sasa iko katika vita halisi na magenge ya dawa za kulevya barani Amerika ya Kusini, ikiyaita makundi ya kigaidi na kuwatambua watuhumiwa wa usafirishaji kama wapiganaji wasio halali. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na wataalamu wa sheria za kimataifa yamepinga tafsiri hiyo, yakisema kuwa kama hakuna ushahidi wala mchakato wa kisheria hayo ni mauaji ya kiolela na ni ukiukwaji wa sheria za vita za kimataifa. Katika hatua nyingine, hali ya mvutano wa kisiasa na kijeshi katika ukanda wa Amerika ya kusini inazidi kuongezeka. Nchi jirani ya Colombia imemrejesha nyumbani balozi wake kutoka Washington baada ya rais Donald Trump kutoa matamshi makali dhidi ya rais wa nchi hiyo Gustavo Petro. Wachambuzi wa diplomasia ya kimataifa wanasema kuwa mwelekeo huu unaweza kuigeuza Karibiani kuwa eneo hatari zaidi duniani, huku mataifa yakijiweka katika kambi mbili, upande wa Marekani na ule wa Venezuela unaoungwa mkono na washirika wake kama vile Urusi na Iran. Tunalifunga pazia la ukweli wa mambo kwa tafakuri ya wachambuzi wa diplomasia ya kimataifa Wanaoshauri matumizi ya sheria za kimataifa katika eneo lenye mgogoro, kulinda maisha wapitao majini na boti. Dunia inashuhudia majibizano ya vitisho vya kijeshi kama njia ya kufanikisha malengo mahususi, na nguvu hizo hizo hizo za kijeshi zikitumika kupinga vitisho. Hata hivyo, endapo hekima na busara vitakosa nafasi, huenda eneo hilo likawa hatari zaidi kiusalama duniani. Umekuwa ukifuatilia jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia. Asante kutazama na kwaheri kwa sasa.